Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na eh, mambo ambayo yanazungumzwa huko mitandaoni mara tu baada ya Nicole kupata nafasi ya kutoka. Nadhani utakuwa unafahamu kuhusu na e, kesi ya Nicole e, kwamba alikamatwa kutokana na kwamba alikuwa anataka kukimbia na pesa alizokusanya kwenye michezo ya upato ambayo alikuwa anachezesha watu. Wakashtuka na kutonya polisi na polisi wakamkamata akiwa anataka kupanda ndege kukimbia kwenda Nigeria. Sasa Nicole inasemekana kwamba alikusanya zaidi ya milioni mia na themanini za Kitanzania katika hiyo michezo ili aweze kutoka kutoka nje eh, uraiani wakati kesi yake inaendelea. So amesota Nicole almost zaidi ya ya wiki mbili, lakini sasa hivi hapa ametoka. Baada ya kutoka tu kuna ujumbe ambao ameuandika sasa. Nataka nikusomee huu ujumbe, kisha nikusomee pia baadhi ya maoni ya watu kuhusiana na ujumbe wa Nicole ambao ameuandika mara tu baada ya kutoka Rumande. Nicole ameposti katika ukurasa wake wa Instagram, ameandika kwamba, habari. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati za kwa wote wenye nia njema na mimi. Naomba sana taarifa za michango ya fedha, ameandika kwamba naomba sana taarifa za michango ya fedha kwa nia ya kunisaidia, ya kunisaidia kivyo vyote zipuuzwe. Mimi nina ndugu, nina marafiki, nina watu wa karibu ambao hawashindwi kufanya jambo. Akaendelea Nicole kwamba lakini ilibidi taratibu zote zifuatwe. Mtu yoyote yule asidanganye umma kuwa ninahitaji michango. Kila kitu kipo sawa na niko salama, nang'aa kuliko zamani huku na, hu, kuku na makange ya jela yameninawirisha yame, ameandika hivyo Nikole, kisha akaendelea kusema kwamba sio sahihi mtu yoyote yule kuweka mdomo na pua yake kwenye kesi inayoendelea mahakamani. waliopokea pesa Wanazidi kurudisha. Wanazidi kurudisha na haki yangu nimepatiwa. Uh, waliopokea pesa wanazidi, nadhani alitaka kuandika kwamba wana, wanabidi kurudisha na haki yangu nimepatiwa okay. Akaendelea kusema kwamba nawasihi sana, alafu akaandika kwa herufi kubwa saa haya maneno aliyofuata kuonyesha msisitizo kwamba sihitaji mchango wowote kutoka kwa mtu yoyote alafu, akamalizia kusema kwamba kionjo Yamkini kuna mtu yoyote yule alinisolola kwa njia yoyote ile eh, kuanzia wasanii wanafiki. Eh, marafiki feki na wanaonigeza sauti na kenge wowote yule, na kuahidini nitakurudia si punde, naomba muda na, naomba muda nishushe ujelajela na, na komenti na kimoeti cha baridi kwanza ameandika hivyo Nicole. So huo ndo ujumbe wa Nicole. Kwanza kabisa amezungumzia kuhusiana na kesi yake, amesema kwamba hataki mchango wa mtu yoyote ha, akukuwa na haja ya yeye kuchangiwa, yeye ana ndugu, ana marafiki na ana watu wake wa karibu wanaweza awashindwe kufanya jambo hiyo moja. Mbili, Nicole amekuja ameelezea wazi kwamba hiyo e, michango huko ipuuzwe, na kama kuna mtu alikuwa amechanga au kuna mtu alikuwa anachangisha arudishe fedha za watu. Tatu, kesi yake hawezi kuizungumzia kwa sababu ni jambo ambalo sasa hivi linaendelea kunguruma huko mahakamani. Alafu akaja akamalizia sasa kwamba kuna watu walikuwa wanamuiga mama Mawigi hapa specifically, e, mama Mawigi bwana alikuwa anamuiga sauti Nicole, nadhani unakumbuka hizo video zilienda viral sana. Sasa Nicole anasema kwamba ngoja eh, kwanza autoe ujelajela, anashushia mowet baridi, then atawarudia. Kwa hiyo atadili na wale ambao walikuwa wanamdhi yake au wanamwiga wanamsema, wana wana wanamwiga sauti yake na kutumia situasheni yake kama kibonzo mitandaoni, mambo hayo. So Nicola amerudi na amechangamka kweli kweli, mambo ndo kama hivyo. Ujumbe huo ndo wa kwanza kabisa mara tu baada ya kutoka Mbona bwana eh? Haya. Kwa hiyo hapo wadau wamekuja kuweka maoni yao kama nilivyokuambia hapo awali. Comment ni nyingi sana. E, kama unavyofahamu huyu binti alivyokuwa mcheshi, sasa kuna mambo mengi sana yataanza ku happen muda punde si punde, na tutakuwa tuna ripoti kila kitu ambacho Nicole atakuwa nakifanya huko mitandaoni, hususan sasa hivi akiwa tayari ameshatoka Rumande. Sasa basi, kuna huyu hapa anaitwa Miss Renee Amekuja hapa amecomment, anasema bwana eh, makubwa! Kumbe ukiwa ndani unaruhusiwa kuposti, mbona kasheshe hii sasa? Sijui kwa nini anasema kwamba ukiwa ndani unaruhusiwa kuposti wakati inasemekana kwamba Nicole ameshatoka. Haya, Nondu Paul Junior anasema kwamba, bwana kipenzi changu huyo. Kwa nini anasema bwana, hicho kionjo sasa ndio balaa kabisa. Kwa nini anasema kwamba, bwana dada yangu kipenzi, pole sana, hayo ndio maisha na watu watakunafikia lakini wapo na wewe, nimefurahi sana umetoka. Kari anasema kwamba, bwana kumekucha. Eh, kuna mtu hapa amekuja amecomment Eh, baba shop master amesema kwamba eh, amesema kwamba I love you. Aya, Mama Mawigi ambaye ndiye mtu ambaye watu wengi sana walikuwa wamemuhusisha na hii issue, kwa sababu kwenye kionjo hapo Nicole alipoandika watu wamehisi kabisa moja kwa moja hii inamhusu Mama Mawigi kwa sababu Mama Mawigi huwa anamuiga Nicole na kiukweli amekuwa akiwafurahisha na kuwachekesha watu wengi sana, the way ambavyo Mama Mawigi anavyomkopi Nicole sauti yake, muonekano na madoido yale ya Nicole. Sasa. Mama huyu Nicola amesema kwamba watu wote ambao walikuwa wanamuiga sauti yake, hata dili nao, na ngoja kwanza kidogo atoe jela jela. Sasa basi mama Mawigi bwana, amekuja ku comment hapa katika hii posti na ameandika kwamba jamani, pole, kila jaribu lina mlango wa kutokea. Hata wanaotafutwa eh, hata wanaotafutwa na tumaini nao pia watapata mlango wa kutokea. Ameandika hivyo mama Mawigi. Mwigi bwana amejikausha <laughs> amejifanya kama sio yeye ambaye alikuwa anamuiga Nicole huko mitandaoni. Kwa hiyo ngoja tuone nini kita happen, lakini ukichana hiyo eh, Shafi TZ anasema kwamba bwana Steve anakielele sana. Eti, aliona kama wewe hauna ndugu, kuna mtu ameandika hivyo. Haya, kwa ndugu zako bwana Dahe, bwana ila Joyce Mbaga kweli amechangamka. Kwa sababu bwana ulitaka uibe alafu E, wa kunyamazie wewe ni mwizi kandsabwana so mwanangu, mama mawi ameandika kwamba mama wangu, mama mawigi, kuna ujumbe wako hapa na mama mawigi akaja akajibu, actually akaandika kwamba e, akasema kwamba ila wewe, kwani nimefanyeje? <laughs> Haya bwana, kuna mtu mwingine hapa anaitwa Zuri amesema kwamba praise God, Nicole amekuja kujibu, amen sis, amen. Eh, kwa sababu kwamba Nicole amesema, afu Nicole kaja akaandika humu tu, kwa sababu bwana, nimefurahi sana kuona ujumbe wako, tunakupenda sana Nicole. So in short ni kwamba watu wengi sana, so, sana wamefurahi kuona kwamba Nicole ametoka which ni jambo la heri, naona bwana, eh, of course kweli amefanya mistake, lakini at the end of the day lazima tusimame kwenye ukweli kwamba Eh, kama binadamu ameteleza, na huenda akasolve hizo mistakes ambazo amezifanya. Cha msingi ni kwamba yuko poa, yuko kwenye positive mindset, na anaweza akarudisha hizo fedha au vipi bwana. So miss reni amerudi tena kasema kwamba bwana, binafsi naona kama vile kakosea sana kuposti, sababu bado kesi haijajulikana mwisho wake na kuhusiana kuwa kwamba kuna watu wa karibu, hebu waache kwanza ujuaji. Si wangemtoa wa tangu siku ile ile, walikuwa wapi au watu hila, wa karibu? Ila sisi Watanzania jamani tunapenda sana kukurupuka na mitandao na hii inatugharimu. Nipo hapa, mtakuja kuniambia yani, akif, yani akikifa, alichokifanya ni dharau, na watu waone jela si chochote si lolote, mambo hayo. So, hayo ni maoni pia yamejitokeza huko Eh, mitandaoni, au vipi bwana? So ngoja tuone nini kitatokea, nini kita happen kadri ya muda unavyozidi kwenda, lakini at the end of the day, ukiwa kama mdau bwana, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.